Je, uh, yafaa yeah, kusema mtu kuwa ni mzuri kama malaika? Kumsifia mtu wewe ni mzuri kama malaika. Alhamdulillah, kwanza msema mtu mzuri kama malaika, wewe umeshaona malaika? kwanza Ujaona sio? Sasa malaika wengine kama Jibril alayhisalam, mtume anasema ana nitwa mbawa sio jinaha. Mm, ndio mbawa. Mbawa yake moja ina mia sita moja tu, kama atatoa inafunika mbingu yote. Sasa huyu utamwona, sio? Utazimia. kama anakusudia malaika mzuri hamna shida, kila sehemu kama malaika, kama ni Kiarabu, hajaona malaika, malaika, yeye lakini anakadiria mmm, aina shida. Sasa ila lakini, Qur'ani imeka wazi katika makhluk ambaye viumbe Allah ameumba, ina inatisha ni shetani Anina, au jini, jini kama utamwona jinsi alivyo, ameumba Allah Taala, huwezi utazimia. Baka Mungu ametoa mfano miti yuko katika motoni na watu moto wanakula, anasema ni tawi yake, shakli yake, sura yake kama, uh, kama, ruusi shayatin, kama kichwa ya mashetani. Maanake kichwa cha shetani inatisha, lakini shetani anaweza kuja kwa mwanamke mzuri, mwanaume mzuri, paka, nyoka, inabadilika, lakini sura yake halisi

Wakati Qureshi amesema malaika ni watoto wa kike wa Mungu <mune> au wenyewe wa kike, wakati sio hivyo. Na Mungu amemradi, Mungu asema wamjalie malaika wa kike, ashahidu khalqahum, wakati Mungu ameumba malaika wao wameshuhudia. Sasa mambo hii watu wakaenayo mbali, inshaallah. Naam.